Raisi wa Marekani Donald Trump ametishia kuwa Marekani inaweza kujiondoa katika juhudi za upatanishi wa amani kati ya Ukraine na Urusi iwapo hakutakuwa na maendeleo ya haraka katika mazungumzo hayo. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Trump alieleza kuwa Marekani inaweza kupita kwenye mazungumzo hayo ikiwa pande husika hazitafanya maendeleo ya haraka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mark Rubio alionya kuwa Marekani inaweza kuachana na juhudi za upatanishi iwapo hakutakuwa na dalili za maendeleo ya haraka. Hii inakuja huku kukiwa na wasiwasi kwamba mzozo huo unaweza kuwa vita vya Trump ikiwa hautatatuliwa haraka. Katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika Paris ambayo yalikuwa ya kwanza kushirikisha ushiriki wa Ulaya. Pendekezo la mfumo wa amani lililotolewa na Washington lilipokelewa kwa maoni chanya. Hata hivyo, mvutano bado upo, hasa baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumshutumu mjumbe wa Marekani Steve Witkoff kwa kuendeleza hoja za Kirusi. Kuna ripoti kwamba Marekani inaweza kuwa tayari kutambua rasmi udhibiti wa Urusi wa Crimea kama sehemu ya makubaliano ya amani hata hivyo hatua hii imepingwa vikali na Ukraine na washirika wake wa Magharibi. Rais Zelensky ameonya kuwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Urusi bila ushiriki wa Ukraine yatatuma ujumbe hatari sana kwa viongozi wa kidikteta duniani. Alisema kuwa mazungumzo kama hayo yatampa Putin uhalali na kuonyesha kuwa anaweza kutenda bila kuadhibiwa. Hata hivyo katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amemwonya Trump kuwa makubaliano ya amani yasiyofaa kwa Ukraine yanaweza kuleta tishio kubwa la usalama wa Marekani na Ulaya hasa kutokana na uhusiano wa karibu kati ya Urusi, Iran, Korea Kaskazini pamoja na China. Kwa upande wake, Trump ameeleza kuwa anaamini Rais wa Urusi Vladimir Putin ataheshimu makubaliano yoyote ya amani yatakayofikiwa. Amesema kuwa anamfahamu Putin kwa muda mrefu na anaamini atatimiza ahadi zake. Hali hii inaonyesha kuwa mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi yanakabiliwa na changamoto nyingi huku Marekani ikionyesha dalili za kujiondoa iwapo hakutakuwa na maendeleo ya haraka. Wakati huo huo, Ukraine na washirika wake wa magharibi wanasisitiza umuhimu wa makubaliano ya amani yanayoheshimu uhuru na mipaka ya Ukraine.